Tutafanya semina kwa wanafunzi wa vyuo vikuu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Tutakuwa na kliniki za walaji. Hizi kliniki ndio nilizosema watembelee ofisini, ambapo watakutana na ofisa wetu, watatoa elimu na mambo mbalimbali wanayestahili kuyajua kuhusu haki zao na wajibu wao, wakati tunaelekea kwenye kilele cha siku hiyo ya ushindani duniani. Lakini vile vile tutafanya na road shows kwa sababu sio wote wataweza kupita, tutakuwa na yale magari barabarani, yanapita yanapiga nyimbo, yanatoa elimu, kwa sababu kwa hulka yetu pia Watanzania vitu kama vile kuwa tunavipenda. Kwa hiyo ni mojawapo ya njia sahihi za kufikisha elimu kwa watu. Sasa kilele cha shughuli yetu kitakuwa tarehe kumi na saba mwezi huu wa tatu, na tutafanyia katika hoteli ya Protea iliyoko hapa sivyu ha, Upanga ambiwa sehemu sahihi kuita ni Upanga, Dar es Salaam, na mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Dr. Selemani Saidi Jafo Mbunge, waziri wa viwanda na biashara. Sasa pamoja na siku hiyo ambaye atazungumza kuhusiana na mambo haya ya siku ya mlaji duniani, pingine na akatoa pia pengine na position ya serikali katika kulinda walaji atazindua pia e, sisi shughuli ya sisi kupata rasmi cheti cha ubora katika utendaji wetu wa kazi wanaita ISO certification. FCC tumeipata hiyo mwaka jana, kwa hiyo itakuwa ile fursa ya yeye kuizindua rasmi, kwa sababu certificate ile inaendana pia na shughuli tunazozifanya za kumlinda mlaji na kuzifanya kwa utaratibu unaotabirika, utaratibu unaoeleweka, utaratibu sahihi, kwa taratibu za kimataifa. Kwa hiyo niwe utumie fursa hii kualika ndugu zetu, mje kwa wingi katika siku hiyo ya kilele, ili taarifa husika ziweze kuwafikia watu. Nimalizie kwa mambo kusema mambo mengine mawili matatu. La kwanza ni kwamba kesho tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Kilele chake kinafanyika kitaifa kule Arusha. Sisi FCC kwa kutambua umuhimu wa siku hiyo, jana na leo tuliamua kufanya zoezi maalum la kutoa elimu ya mambo ya saratani, na leo itakuwa ni siku maalum kwa kinamama kupima saratani ya matiti na e, vile vile ya shingo ya kizazi. Hii ni sehemu yetu ya kusherekea siku ya wanawake duniani lakini tulisema kwa kuwa na sisi wanaume tupo, basi na sisi tuunge umo. Kwa hiyo pia tutapima na tezidume kama sehemu. Kwa hiyo sherehe ni akina mama, lakini na sisi tutashiriki. Kwa hiyo hilo tunalipana, na nasema nitumie fursa hii kuwatakia wadau wa FCC na Watanzania wenzetu kwa ujumla maadhimisho mema ya siku ya wanawake duniani, na imekuwa ni ada yetu kwamba tunapoelekea kwenye maadhimisho hayo, kwa maana ya kilele ambayo ni tarehe 15 mwezi wa tatu, ambayo kimsingi tutaifanya mwaka huu tarehe 17, kama alivyosema mkurugenzi mkuu, huwa tunafanya elimu kwa maana tunafanya hizi awareness campaigns kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwajengea uwezo wa Tanzania kuhusiana na haki na wajibu wao katika soko ili waweze kuwa uh, walaji wazuri katika soko na kuweza kusaidia juhudi uh, za serikali katika kulidhibiti soko la Tanzania. Tunasema kwamba pale ambapo mlaji ana fahamu haki na wajibu wake katika soko basi na yeye anakuwa sehemu ya kulidhibiti lile soko. Kwa hiyo kama alivyokwisha kusema mkurugenzi mkuu, ni kwamba tutakuwa na hizi awareness activities katika ofisi zetu zote za FCC kwa maana ya Dar es Salaam, hapa Dodoma Mbeya, Arusha, Mwanza, lakini na vile vile tumejipanga kwenda kwenye sehemu ambazo hatujawahi kuzifikia au zimefikika kwa kiasi kidogo, na nia na madhumuni ni hayo hayo, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuipeleka uh, hii elimu ya masuala ya mlaji, kwa maana hizo haki na wajibu wa mlaji e, FCS kwa kutambua uh, umuhimu wa haki za mlaji tumeshirikiana pamoja na FCC kwa wiki nzima kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo mpaka siku ya kilele ambapo ni tarehe 17 kuweza kufanya kazi pamoja. Um, shughuli hizi tunafanya chini ya ufadhili wa shirika linaitwa Trademark Africa ambalo lenyewe linafanya shughuli mbali mbalimbali na kusaidia taasisi mbalimbali mbali. Sasa FCS ikiwa kama asasi sio ya kiserikali, inashirikiana pamoja na taasisi za serikali ikiwa kama FCC pia, kwa ajili ya kufikisha uh, elimu mbalimbali mbali kwa wananchi. Kwa hiyo kwa kupitia hizo shughuli ambazo tayari mkurugenzi ameshazielezea, tunashirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kufikisha hizo taarifa. Aa, kitu kingine ni kuwa mradi huu pamoja na kushirikiana katika hii wiki, pia huko mbele tunaona aa, tunaona nafasi kubwa zaidi tukiendelea kushirikiana na FCC kwenye kufanya shughuli mbali mbalimbali, ikiwemo shughuli ambazo FCC kisheria inatakiwa ifanye. Kwa hiyo tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunafikisha aa, tunafikisha hiyo elimu A, a, kwenye, kwa, a, kwa wananchi wetu au kwenye jamii ambayo tunafanya nayo kazi. Um, lakini kitu cha mwisho pia hiyo e, tarehe kumi na saba a, nafikiri pamoja na, na mambo mengine pia mkurugenzi wetu atazungumza wa FCS atazungumza zaidi, atazungumza na mafanikio ambayo yatatokea ndani ya wiki hiyo, lakini pia tutamkaribisha na mfadhili wetu kama ataweza kuja. Kwao karibuni sana, waandishi wa habari siku hiyo, nafikiri itakuwa siku nzuri sana.